Karibu kusikiliza habari kutoka Grand Lac TV, the Sound of News, unaosikiliza si nyingine ni Grand Lac TV ili uwe wa kwanza kupata habari zetu, bonyeza alama ya kengele, like, comment and share, hapo utakuwa namba moja kabisa kusikiliza habari kutoka Grand Lac TV, Grand Lac TV, the Sound of News, eh, tunazo dakika takriban sita zisiopungua saba. Hizi dakika bana, tunajielekeza huko katika wilaya ya Sidikif, katika maeneo ambayo haijajulikana la rasmi. Unaona, eh, unaona hiyo sehemu hiyo hapo, hiyo sehemu au huyo ambaye anashikilia mti gongo ilo hapo ndiye Samata. Samata ndiye kwa sasa anaongoza kikosi cha Twigwaremo Red Tabara, sehemu ya Minembwe huko. Sasa hapo panaonekana ni kwenye bonde la mto Ruzizi, gisi inavyosemekana, ina maana alikuwa Rwanda, ametoka Rwanda, anapitisha ndugu zake hao Wanyarwanda kuwapeleka huko Minembwe, ili kuja kabisa kuzingira Uvira, Fizi, waiteke. Je, watu wanajiuliza huko kwenye shamba la mapambano unaenda kupigana vita, iweje? Uanze kujishika unajif, unajifilme, unarusha kwenye mitandao, yaani unaogopesha watu kabla haujafika. Unaona, yaani unapojifilme unatuma kwenye mtandao, watu wanaona ati, angalia hao wako wengi, wanakuja wana nazingira, yaani watu wapate woga. Yani wanaita gere mediatik, unaona, gere mediatik ndo vita kwa sasa ambayo inapigwanwa, ndio vita kwa sasa ambayo inapiganwa jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo. Yani hapo watu wameshasikia, wanaogopa, wanakimbia, na amna chochote ambacho kimeshafika. Yani wanafika mahali penyewe ambapo wameshindwa kupigana vita, wanaanza vita vya mtandao. Basi tum, tumsikilize maneno ambayo alikuwa anaongea hapo mwenyewe. Watu nyinyi ndio mtaamua kama hii kweli? Vita vimeshindikana, acha waanze kutumia mitandao ili waanze kuogopesha watu. Fuatilia kwa makini sana. Hii ni Granada County TV, The Sound of the News. We I, i, ili uwe wa kwanza kupata habari zetu bonyeza alama tu. Nini harika kabisa. Hapo utakuwa namba moja kwanza kusikiliza habari kutoka Granada la TV. <laughs>